Mtazamaji, hao ni wachezaji wa Young Africans wakiendelea kufanya mazoezi ndani e, ya viwanja vya nyuw Amani Complex hapa wakiendelea kujiandaa na mchezo wao wa fainali ya kombe la FA dhidi ya Singida Black Stars. Huu ni mchezo ambao uh, timu zote mbili zina uh, lihitaji kombe hili. Singida Black Stars wakitaka uh, kuweka rekodi ya kombe lao la kwanza msimu huu, lakini pia Young Africans wakitaka kuendeleza uh, kuongeza idadi ya makombe uh, katika kabati lao, nikimaanisha kwamba uh, juzi tulishuhudia waki ibuka mabingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara mbele ya Simba Sport Club, na baada ya hapo sasa kituo kinachofuata ni dhidi ya Singida Black Stars, na huu pia ni mchezo wa fainali ya kombe la FA. Wachezaji wote wanaonekana wakiwa fit, unamtazama kibwana eh, Shomari yuko hapo na unamtazama Dickson Jobu, lakini pia unamtazama Dennis Nkane mtani wake na kibwana Shomari, mabondia hawa, unamtazama uh, una hapo top uh, top striker uh, Clement Mzize, Pacome Mzuzwa yule pale Israeli Patrick Mwenda na wachezaji wengine wengi kama Kibabage wakiendelea kujifua hapa Shekan, unamtazama hapo kupitia screen yako kwa uzuri kabisa, na wote wanaonekana kuwa eh, fiti kuelekea mchezo huo naonekana kuwa na morali kubwa kwa sababu pia uh, nao pia wanaonekana kulitaka kombe hili, ili waendelee kuweka rekodi yao kwa uzuri kabisa. Endelea kufuatilia Almas Digital kwa taarifa mbalimbali na apdeti mbali mbalimbali.